Mheshimiwa Askofu Romanus Mihali wa Iringa na mababa askofu wote, mapadri na watawa na viongozi wangu, nimepewa kazi ndogo sana ya kumkaribisha mgeni rasmi. Ndugu mgeni rasmi, ni kuombe nichukue dakika yako angalau moja na mimi niseme jambo moja dogo sana. Kwanza, kwa niaba ya mkoa wa Iringa, tunampongeza sana sana askofu mteule ambaye leo amesimikwa Romanus, wa jimbo letu la Iringa, lakini pia leo ni siku ya baraka sana kama nakumbuka, Naibu Waziri Mkuu, nilivyoteuliwa kuja Iringa, kazi ya kwanza nilifanya pia tukiwa na wewe ilikuwa ni kuanzisha jimbo jipya la Mafinga na siku hiyo tulipata askofu mpya wa Mafinga, Baba Muhaga na leo tena, baada ya mwaka mmoja, tumepata pata baraka hiyo tena, mimi na wewe ni kumshukuru Mungu sana. Lakini nimefanya kazi na baba Askofu ngalale kumtwa, baba Askofu, Mungu akubariki na nakutakia maisha marefu sana, baba Askofu ngalale kumtwa. Natamani ningekaa naye muda mrefu sana ni binadamu aliye mwenye moyo mnyofu, mnyenyekevu, asiyekuwa na kiburi. Kila aliponitaka kwenda tushauriane jambo, nilimkuta getini akinisubiria. Baba Askofu, nimekuwa na tafakari sana matendo yako ya upendo, Baba Askofu galeku kumtwa ni makubwa sana. Muda wote ambapo kila ulipokuwa na jambo tena, ulikuwa unipigii simu, utamwagiza paroko ama padri kuja kuniambia, Baba Askofu anasema saa fulani wende mwongee. Hilo ni jambo kwangu mimi, limekuwa ni jambo kubwa sana lakini pia Baba Askofu Mhagara wa, wa Mafinga, baada ya kuingia, baada ya mwezi mmoja miwili, ulikuta tunalo tatizo la pale la soko letu la Mafinga. Baba Askofu hakwenda kunilaumu popote, lakini aliniita, tukashauriana tukapata solution kwa pamoja. Limekuwa linanipa faraja sana na ningetamani na naamini askofu mpya anayekuja tutaendeleza mashirikiano haya kati yetu sisi serikali ya mkoa na majimbo yetu mawili, ili tuweze kuwa kuwatumikia vyema wananchi wa Iringa na waumini wa kanisa Katoliki Iringa na Mafinga. Kwa unyenyekevu mkubwa kabisa, nawashukuru sana na mimi nataka niwahakishie mambo mawili. Mimi na wenzangu serikalini, kwa maana serikali ya mkoa. Kwanza nataka nikuhakishie naibu waziri mkuu kwamba Iringa iko salama, hali ya Iringa ni tulivu, wananchi wetu wanafanya kazi kubwa sana ya kuleta maendeleo yao lakini haya yote yamewezekana kwa sababu kubwa moja: wewe naibu waziri mkuu na wenzako serikalini, mmetuletea fedha nyingi sana mkoa wa Iringa za maendeleo. Na ndio maana ukienda Iringa leo, karibia kila kijiji kuna mradi wa maendeleo unatekelezwa. Sekta yako ya nishati tuna vijiji mia tatu sitini kila kijiji sasa kina umeme, na yote haya yamefanyika ndani ya miaka minne hii ya serikali yenu. Lakini pia tuna vijiji mia tatu sitini zaidi ya vijiji mia tatu na thelathini na tatu vina maji safi na salama. Lakini pia sasa tunawekeza kwa kiasi kikubwa kwenye shule, kwenye afya, lakini mmeleta fedha nyingi sana kwenye kilimo. Kwayo naomba nichukue nafasi hii mbele ya wa waumini hawa kukushukuru sana, mgeni rasmi, na utupelekee salamu zetu kwa rais Samia kwamba wanaIringa tunamshukuru sana kwa kazi anayoifanya ya maendeleo. Sisi Iringa hapa tumekuwa na msemo tunasema, tunalo deni kwa rais Samia na deni hili tutalilipa mwaka huu mwezi wa kumi. Waungwana, ukitendewa wema lazima ujibu wema. Kwa hiyo nilitaka nikuhakishie hiyo, ndugu mgeni rasmi. La pili na la mwisho, nataka niwahakishie maaskofu wetu mapato wa mkoa wa Iringa, Iringa iko salama na Iringa tutahakikisha kwa kila juhudi tulizonazo kwamba mwaka huu uchaguzi utafanyika kwa uhuru na amani. Tunakuhakishia na naibu waziri mkuu, sisi na wenzangu serikalini mkoani hapa tumejipanga kuhakikisha uchaguzi wa mwaka huu utakuwa wa uhuru na amani. Hakuna ambaye atapoteza haki yake ama maisha yake, wakati sisi tukiwa hapa Iringa. Baada ya kusema hayo, ndugu mgeni rasmi, kwa unyenyekevu mkubwa nichukue nafasi hii kukukaribisha kuja kuongea na waumini.